Pale tusome mstari wa kwanza alafu tutaruka mbili. Sura ya kwanza sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili halafu tutaruka, tutasoma sura nane na mstari wa kumi na tano tutasoma maneno yale katika jina la Bwana. Ni baadaye hatika, kuna maiki atatusaidia mbili sura pili na mstari wa kwanza mpaka wa pili Neno la Mungu linasema, nikauambia moyo wangu, haya, nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa nasa, na tazama, hayo yote yakawa batili. Nikasema juu ya nika sema, kicheko ni wazimu, na juu ya, ya furaha yafaa nini? Ede sura nane, ya sura nane mstari wa kumi na tano ubili eda sura ya nane na mstari wa kumi na tano ndiyo. Kisha nikaisifu furaha, kwa sababu wanadamu mwanadamu hana neno lolote liliojenwa chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka, na ya kuwa hilo likae naye katika amali yake siku zote za maisha yake alizompa Mungu chini ya jua. Baada ya jamani, amen. Amen. Uh, kusoma mstari hii, nisisema ufunike Biblia, lakini naomba tutembee pamoja. Somo letu linasema siri ya furaha. Maneno haya ya uh, mtumishi wa Mungu Suleman ishiwa kitabu hiki cha mhubiri Suleman ni mtu ambaye alijaliwa neema ya pekee mno. Ni mfalme ambaye wakati anaingia kwenye utawala wake jambo moja tu aliomba. Mungu alimwambia kokon, umeingia nafasi hii, ebu omba lolote utakalo, nami nitakupa Biblia inasema Sulemani, maombi yake aliomba kitu kimoja tu, Bwana nipe hekima. Sasa leo tunapojifunza siri ya furaha tunazungumzia furaha ya duniani kwanza, maana sisi tuko wapi? Duniani, duniani. Wangapi wako duniani? Amen jamani, amen. Yaani yani tuko duniani mwili na roho ninapozungumzia hii furaha naomba tuzungumzie kwa upande wa mwilini kabisa, tusiende roho. Mara nyingi tumekuwa tukitafakari mambo mengi na ukitafsiri, tuweze tutafsiri katika roho katika roho. Naomba leo tutafasiri katika mwili. kw kwa kwa leo tunaingia mwilini kabisa kutafakari ujumbe huu jamani, haleluya! Amen, amen. Sulemani alipewa aombe niombe chochote tofauti na akawa tajiri kuliko kawaida. Katika mwili huo, tunajifunza kitu cha somo, siri ya furaha wanaisikia. Mungu akambariki kuona kila kitu alichokuwa nacho, kile kilichotajika katika maisha ya Sulemani Mungu akampatia na ikafika kama mama mama Upendo aliosema nataka mapacha, ikafika Suleima, anasema ah ah, huyu mmoja hatoshi, nataka uniongezee na wengine, akawa nao mia <laughs> saba wanawake nao wakanitakia na yeye aliongezee, yeah. Kwa namna ambavyo amesikia moyo wake kukitumia, jamani, e ame Amen. akatumia kwa kadri ambavyo moyo wake unataka kutumia ili auridhishe moyo. Kwenye ile sura ya pili anasema namna ambavyo alijitahidi kufurahisha moyo, akaupa moyo kila kinachotakiwa, kwenye moyo wake kikapatikana. Lakini mwisho wa siku akasema, yote ni nini? Ni ubatili mtupu. Kwenye sura ya nane anasema nikaisifu furaha, akaisifu nini furaha? furaha. Anasema maana hauna kitu kilicho bora kilicho kizuri hapa duniani chini ya jua kama kula na kunywa na kucheka mambo ngapi? Amen. Bao sio mali, yeye aliona ya yani, pamoja na magari, pamoja na mali alizokuwa nazo, pamoja na kila kitu alichokuwa nacho, lakini akakaa akaona, pana yote ninavyo, lakini mbona moyo wangu haujaridhika? Moyo wangu mbona ni uhitaji? Moyo wangu mbona haujatoshelezwa? Akasema nikaisifu furaha, kwa sababu hapa chini ya jua hakuna kitu kizuri

ni maji yeah. Ni chochote yeah, ambacho moyo unataka kuondoa kiu yeah. Kula. Kula. Kula. ya kula, sema kula. Jambo la pili, kunywa. Jambo la tatu, kucheka. La tatu nini? kucheka. Sasa sikiliza, mambo yanategemeana. Waswahili wanasema raha jipe. Habari za kula ni wewe mwenyewe, si ndio? Yani, chakula kinaweza katengwa hapo ukawa au kamwa kwaje kinywaji kikaweko, ukala au kamwa kwaje, ila habari za furaha lazima muwe wangapi? Habari za kucheka lazima watu wangapi? Unaweza kuwaza ustari ya karibu, kwa kumtilia maana huyo mtu ana nini, ana matatizo, lakini kucheka ndio kukamilisha nini, furaha. Jamani, ni kweli sio kweli? anahitaji mtu huyu wacheke. Sasa kucheka, unawezaje kucheka? hiyo kamisha furaha, unahitaji mtu wa kuchekesha wa karibu Haleluya. Na yeye ye, kuchekesha wa ana uhakika wamekula eh? yeye au amekula, ameshiba, amekunywa, kimwambia gonga, nipe tano, anakupa tano hata sita. Kwa nini kula amekunywa halafu mnacheka vizuri. Kwa kucheka kwa mtu kunamhitaji mtu wa pembeni, ila kula, hata wewe mwenyewe unaweza kupika ukala, si ndio? Ukashika menda ukasaga ukanda juu peke yako tu, sawa. Lakini kucheka kunamhitaji mtu wa pembeni, kama amelewa kunga mkonoicho, kama amekula Unamwona anaweza kucheka mwenyewe kwa sababu namwangalia kwa uso wa furaha, lakini kama jana haja atanuna na guza uso anaangalia, wanaangalia kwa pembeni. Kwa, kwa nini natafuta furaha ambayo kwake haipo? Sasa Suleimani anasema, nikakaa nikaisifu furaha, maana chini ya jua hakuna kilicho chema wala kizuri, vitu vyote ni ubatili, ila kula kunywa na kufuraha. Hapo kwa, kwa, kwa, kwa. Wisdom hakuna pesa kume pesa, haitupi nini furaha. Watoto wengi hawatupi furaha. Mama anaweza kuwapata mapacha ukajuta. Nilishakutana na mtu mmoja anawaza huko, katika kazimu furani kasema, yani kama iokuwa nikukaa na kumumba mu namna ambao, ni mtoto huyu ananisumbua na tamani asinge tokea Ukikutana na mtu ambaye uzao wake umemtesa hatamani kuzaa. Ukikutana na mtu ambaye ana challenge yake katika ndoa hatamani kuoa au kuolewa, ni kweli au si kweli? <tipulikana> aliyepitia changamoto za ndoa ukamwambia, mama anamwambia tena, usimshaurishe ukimwambia, sema wewe unataka kuolewa. Mwanzo mimi nimetoka huko, sitamani wala sitaji kabisa, sitaji sasa huyo kumpelekea ushauri ni binti, hata hamu ya kuolewa haipo, kwa sababu umekutana na mtu mwenye changamoto hiyo. Naitwa Isaka alikuwa na watoto wangapi? Wawili, Esau na Yakobo. Baba yule ni mtu wa Mungu, alitamani sana zile baraka zake watoto wake wawe nazo. Ni baba wa familia anaishi na familia hii muda mrefu, wamemtekea maji, wamefanya kila kitu walichokitaka kama watoto kwa baba, lakini ikafika mahali ambapo Isaka anamwambia mwanaye Esau, mwanangu na ninataka nikubariki. Jamani, ame? Amen. anasema ninataka nikubariki, ninaomba unitengenezee chakula kizuri kitabu nile, nifurahi furahi, ili nikubariki. Isaka anatafuta chakula ili abarikiwe baba ali afurahi, jamani mpaka akamzlikli al mtoto ikwaja alihudumia, lakini ile huduma ilipita kwa mama, amepika amemletea au ni hukumu ambayo Ibrahimu mwenyewe amefanya au Isaka mwenyewe amefanya, lakini anataka jitihada za mtu huyu mwenyewe kwa mikono yake, atafute ili aje amshibishe baba yake chakula, kitawatengeneze ili baba aone sababu za kugusa baraka, atamke baraka kwa ajili ya aa, ikatokea kwa ajili ya chakula hiki, akachukua baraka. Mwingine ya kuoga kwa mjane, akatengeneza chakula pamoja na mama kile cha kwetu kinapatikana kaya kutamka baraka zote. Kwa hiyo ukitaka barikiwe, pia tengeneza nini? Sasa so, so, so, so, so, so, jamani, ukitaka yeah. barikiwe na Mungu, pia tengeneza naza kupatikana uzakapata mtu asipokula. Kuna watu wanatabia hii kwa sababu ya uhaba wa maisha uh, ugumu wa maisha na uhaba wa kipato alicho nacho, lakini sio nani, sio kwa kanisa letu. Kuna watu nasikia wanatabia hii.